Tuko na ajenda kubwa sana ya kurekebisha uchumi wa Kenya, lakini ndio hii uchumi turekebishe, lazima Ruto aondoke kwanza, kwa sababu ndio ameharibu. Unasikia? tuko na ajenda kubwa sana ya kulainisha mambo ya matibabu, lakini ndio tulainisha matibabu, lazima Ruto aondoke, kwa sababu ndio ameharibu. Tuko na ajenda ya kuregesha heshima ya payslip, wale watu wafanyikazi public sector na private sector wamefilisika wame kwa sababu huyu rais ameingilia payslip amechukua pesa yote. Ndio tulegeshe heshima ya payslip, lazima huyu Ruto aondoke. Hii ajenda ya Ruto kuondoka, si ya viongozi, ni ya Wakenya. Wakenya ndio wanatuambia sisi vile tunafanya ni kufuatilia vile Wakenya wanataka, ili mabadiliko yote inatakana ifanyike Kenya ndio Kenya yetu irudi pahali ilikuwa, turekebishe nchi yetu, turudege maneno ya masomo, as we speak, watoto wa university wako nyumbani mwenye kulete policies ambaye imefanya watoto wasome ni William Ruto akiwemo, tutarekebisha namna gani? Kwa hivyo ajenda ni mbili, ajenda ya kurekebisha Kenya, lakini ndio turekebisha Kenya lazima Ruto kwanza aondoke. Kwa hivyo hiyo ndio ajenda namba 1. Hata ukienda kwa mkutano iko na nafasi ajenda ajenda 1, 2, 3, 4, 5 hii hmm, yake is number 1 because ajenda namba 1, Ruto aende nyumbani. Asipoenda, hizi ajenda zingine zote hawezi fanya kazi kwa sababu ataendelea kuharibu Kenya, ataendelea kupora Kenya, ufisadi utaendelea. Ataendelea kuwa kwa kampeni juu ya gari kila siku na chus, na sana, sana kudaganya wa Kenya, kwa sababu utawala wa rais William Ruto ni wa udaganyifu. Kila pali akienda ni udaganyifu. Ukienda pale Kisii, alikuja hapo kwa cancer center ameanzisha karibu mara tatu, na ilikuwa imeletwa na Uru Kenyatta, anaambia Wakisii within six months hii e, uongozi ya udanganyifu lazima tuondoe Kenya. Njia ya kuondoa uongozi wa udanganyifu Kenya ni kumtoa rais William Ruto. Kwa hivyo asilalamike ati ya kwamba iko ajenda ya kumtoa. Ajenda hiyo si ya viongozi, ya watu ya Kenya. Na kama yeye angekuwa na watu wazuri wa kumshawishi na kumwambia ukweli, hawa watu ya intelligence ambao wamwambiangi ukweli wangemwambia hii maneno ya Ruto Masuku, si ya Rigathi Gachagua, si ya Kalonzo, si ya Matiangi, si ya Omalo, hiyo ni ajenda ya watu wa Kenya. Okay. Sisi tuko na shida sana na Wakenya wanatuambia nyinyi mshikane kwanza, hata kabla mtamjabia sisi ile kazi mtatufanyia, mtu hakikishie huyu mtu mtaondoa, kwa sababu yeye ndio shida ya Kenya, na asipoondoka hii Kenya hakuna pahali itaenda. Kwa hivyo asilalamike ati iwe ajenda iko hiyo ajenda itaendelea, na sio sisi tunasema, ni Wakenya wanasema, na kazi yetu ni kuhakikisha tumetimiza ile Wakenya wanasema. Tunamfukuza, anaenda one way, tunapata nafasi ya kutafuta viongozi wengine wa kurekebisha uchumi, wa kurudisha Kenya pahali ilikuwa.